Sasa hivi dadangu samani, samani. samani kiukweli, mi naitwa Kani ninakaa ni, ni hapo tu jirani kiukweli, nilivyokuona toka barabara, navyokufuatilia ni mdada mrembo mzuri, ambaye kila mwanaume lazima avutiwe na wewe, lakini pia kitu kilichonifurahisha zaidi ni umbo lako Kiukweli una umbo zuri eh, hata nikitembea barabarani na wewe, yani marafiki zangu lazima watafanyaje, wa, wa, watanisifia eh, kwa kupata jiko zuri, yani nisizunguke sana, nimetokea kukupenda dadadangu. dada wangu. Dada, mbona hata uongei? wanaume waliniumiza sana. Hivyo kila ninapowafikiria wanaume moyo wangu unakufa ganzi kabisa. Siwezi kuwakubalia wanaume wa aina yote, walilifanya nikajihisi mpweke sana, moyo wangu ulisononeka. Usinione hivi, niko single, nimeumizwa sana, siwezi kukukubalia kaka yangu. Ni kweli ninaweza, moyo wangu ukawa unalukaluka juu yako, lakini ninaogopa maumivu makubwa mno. hmm. Familia ilinionea huluma pale niliposalitiwa, mda wote niliumizwa mno. Usinione ninakuche Eh, amekwenda wapi?